Nimekuwa nikijiuliza sana, kwa nini nchi zetu za Kiafrika na taifa letu likiwemo haziendi kwa spidi ya maendeleo kama inavyotakikana. Ukiangalia resources ambazo zimo ndani ya bara la Afrika na nchi yetu, hazihusiani na spidi ya maendeleo ambayo Waafrika na Watanzania tuko nayo. Kwa nini, Mheshimiwa Spika? Nimekuwa nikiangalia, kwa mfano bara la Afrika asilimia 91 ya rizavu ya almasi duniani inatokea bara la Afrika, asilimia 64 ya dhahabu duniani inatokea bara la Afrika. Haitoshi, Mheshimiwa Spika, kwenye nchi yetu tuna dhahabu, tuna almasi ambazo ni precious stone, lakini pia tuna semi precious stone, tuna ruby, tuna emerald, tuna green garnet, tuna aquamarine, tuna hane kala opa, tuna braka opa, tuna lodlite tuna moonstone tuna madini ambayo unaweza kuyataja mpaka ukaimaliza, dunia yote yako ndani ya, ya nchi yetu ya Tanzania, lakini hatuendi kwa speed iliyotakiwa. Nikagundua jambo moja, mheshimiwa speaker, naibu spika, natural resources haiwezi kufanya kazi yenyewe bila human resource. Unapokuwa na madini, lazima madini hayo uwe na akili ya kuyageuza madini hayo kuwa barabara, kuwa maji, kuwa umeme. Kwa hiyo naweza kusema basi, unahitaji binadamu ili ageuze hizi natural resources kwenye maisha kamili ya watu ya kila siku.